Mvulana mwenye umri wa miaka 15, mkazi wa kijiji cha Marambeka, kata ya Ketare wilayani Bunda, Festo Mramba amejeruhiwa na kitu chenye ncha kali mguuni eneo la kisigino, chanzo kikielezwa ni baada ya ng'ombe kuruka uzio na kuingia kwenye eneo la mtu mwingine wakati akiwa anachunga mifugo katika eneo lao. Katika tukio hilo lililotokea juzi tarehe 13 Desemba 2025, majira ya saa kumi jioni, Festo amesema aliporuka uzio kwa lengo la kumrudisha ng'ombe huyo, kama alivyoelekezwa na mmiliki wa eneo hilo Yona Katani, ambaye anatajwa kuwa mtuhumiwa wa tukio hilo, ghafla alirushiwa jiwe na alipogeuka kukimbia, mtuhumiwa alimrushia panga ilomjeruhi mguu wa kulia eneo la kisigino. Mazingira Fm imemfikia mtoto huyo kujua kilichotokea na kufika kwa uongozi wa serikali ya kijiji ambao umethibitisha kupokea taarifa za tukio hilo na kueleza hatua mbalimbali zilizochukuliwa kuzuia migogoro hiyo kwa wananchi. Nilikuwa nachunga katika eneo letu kwenye makindi ilo, eneo letu limepakana na eneo lake. Katika kuchunga ng'ombe mmoja akaruka, na yeye alikuwa hapo karibu fensi yake yenyewe sio kubwa, yani kubwa kiasi, ila sio kubwa sana. Kwa hiyo ng'ombe ana uwezo wa kuruka, akaingia akachunga na wewe, na binadamu pia ana uwezo wa kuruka, akamfuata aka au akaingia kwa shughuli nyingine. Ng'ombe waliingia tu, akaanza kuchunga nyasi, na yeye ndo akaniuliza, huyu ng'ombe amepitia wapi? Nikamwambia akaruka, akaniambia njo mfate Akanikaripia, akaongea kwa hasira, njoo mfate. Nikaruka na mimi nikaenda kumfata, akarusha jiwe, nikainama, nikakimbia, nikaruka, akarusha na panga, ndio ikanikuta kwenye mguu ikanikata. Nilimuona naye ameshikilia na alikuwa na jiwe pia pembeni, lakini sikujua kama atarusha panga au jiwe. Na alivyorusha kwanza lile jiwe lilinipita maeneo ya sikio hapa kainama likapita, akarusha napanga, nikasikia inakuja, afu ikanikata. Mi hapo sikusikia, nikaendelea kukimbia. Ile nakimbia, nasikia kitu kinanichapa mguni, kumbe ni nyama yangu ndo imekatwa, ime. Kwa hiyo ikawa kanigusa, nikakimbia kidogo, nikajificha no, nikamwita rafiki yangu aja anilete nyumbani tukio jana ambaye ni Festo Mramba, ni mwanangu. Alivoretwa nyumbani, cha kwanza nilichokifanya ni kuwahi kituo cha afya kwa ajili ya huduma, maana damu zilikuwa zinavuja nyingi sana. Tulivoenda kituo cha polisi tukachukua PF3 tukaenda hospitali, matibabu yakaanza. Sioni sababu yoyote ile ya kumkata Yona mtoto mguu yule alikuwa mtoto, hata kama angekuwa na mazao shambani. Naitwa Ramadhani Rukiko, mwenyekiti wa serikali kijiji cha Marambeka. E, leo mnamo saa mbili asubuhi nilipata taarifa ya mgogoro. Nimepigiwa simu nikielezwa kwamba kuna kijana alikatwa na panga jana na mkulima ambaye alikuwa na katalia eneo lake. Mimi kama mwenyekiti niliondoka kwanza nikamuona aliyekatwa, baada ya kumuona, nikaomba kuelekezwa kwenye eneo la tukio. Nilifika kwenye eneo la tukio nikaonyeshwa ng'ombe zilipokuwa zinachunga, lakini baadaye ng'ombe zilipokuwa zinachunga ni tofauti na eneo la aliyemkata. Sasa nikahoji kama ng'ombe zilikuwa pembeni Ikawaje tena huyu kijana akakatwa panga. Wasema kuna ng'ombe ilirukia kwenye eneo lake, hiyo ng'ombe wakati anaifata ndo akakumbana na dhuruba hiyo ya kukatwa na panga. Kwani imekula zao gani pale? Hakuna mazao yaliyolishwa, maana eneo halina mazao isipokuwa ni eneo tupu na linakaya. Kwa hiyo baada ya kuliona hilo, yule aliyetekeleza kitendo kile akawa haonekani tangu jana. Basi tulichokifanya sisi kama uongozi, tulikubaliana kwamba yule bwana aendelee kutafutwa tukishirikiana na askari pale atakapokuwa ameonekana, basi akamatu. Utaratibu wetu kama serikali tulishakubaliana, kuchunga kwenye eneo la mtu mkubaliane na mwenye eneo. Kama hamjakubaliana na mwenye eneo akakukuta unachunga kwenye eneo lake, sisi kama serikali tulikubaliana wewe mwenye mfugo utatozwa shilingi elfu hamsini kwa ajili ya faini ya kijiji, lakini pia utalipia fidia za mazao uliyoyaharibu kwenye eneo hilo la mwenye eneo. Na ukikutwa kwenye eneo la kwenye chanzo cha maji pia unaharibu, pia adhabu zetu ni zile zile, elfu hamsini kwa mtu aliyeharibu, na kulipia fidia ya uharibifu wa kile ulichokiharibu kwenye eneo husika. Kwenye hali kama hii likitokea hilo basi sisi kama serikali tunahusika na kumwajibisha mwenye eneo kwa sababu hakuna kilichoharibika pale isipokuwa eh, ni kumtoza tu faini ya shilingi elfu hamsini ya kijiji, maana hakuna kilichoharibika pale hmm. Ndio na kama hizo taratibu zipo na zinaelezwa, lakini tunaona hatua kama hii ya wananchi kushambuliana. Uh, unadhani kwa nini wananchi hawatumii hizo fursa au utaratibu ambao umeweka kwenye kijiji kuona uongozi, ili uone pia kwamba unatafasirija makosa mengine ambayo yanaweza kafanyika ni, ni, ni, ni, ni uelewa tu mfinyo wa wanakijiji wa, lakini milango iko wazi. Ukitendewa kosa la aina hiyo, njoo ofisini, tutaitana yule aliyekosea anatoza faini, baadaye mambo mengine yanafanyika. Kama mazao yapo kwenye eneo la mtu na yamelishwa, sisi tutakutoza shilingi elfu hamsini alafu, tutamtuma afisa ugani kwa ajili ya kuja kutathmini uharibifu wa mazao, na baada ya hapo utalipia fidia ya mazao yaliyoharibika.